So far yamefanyika vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote uh, wamejiandaa vizuri leo hii, licha ya kwamba kuna ufinyu wa muda. Ukiangalia ratiba, tumetoka Dar es Salaam juzi tu, jana tumeingia hapa uh, baada ya kucheza juzi na leo tunafanya mazoezi, kesho tuna mechi, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ufinyu wa ratiba, lakini so far, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mazoezi yamefanyika amefanyika. Eh, uwanja huu umezuiwa leo usifanywe mazoezi, lakini tumepata sehemu sisi, ujue hapa Babati ni sio wageni sana eh? Eh, kwao tuna machimbo yetu, tunayajua. Tumeenda kwenye chimbo tumefanya mazoezi bila usumbufu wowote mm, na alhamdulillah tumemaliza salama. Tumekuja kukamilisha tu hali ya, kufi, ya kufili uwanja hapa kwa wachezaji kabla ya mchezo wa kesho mm. Sawa sawa, nakumbuka mara ya mwisho mnakwenda kukutana na Simba ilikuwa ni kule Dar es Salaam kwenye mchezo wa ligi mm. Nataka kufahamu wachezaji mara baada ya kupoteza mchezo ule mm, mentally physically mm, wakoje? Uzuri, wachezaji wetu wote ni matured, wana experience na wachezaji wakubwa kwa hiyo mchezo mmoja wakipoteza, hauwezi kuathiri mchezo mwingine. Ule umeshapita, na sasa hivi kasi yao yote imehamia kwenye mchezo wa nusu fainali lakini miongoni mwa timu ambayo inazungumzwa sana, semaji ni timu yako ya Singida Black Stars ukiwepo mm. na jina lako linatajwa sana mm. nataka kufahamu nini ambacho kinaendelea kwenye kile ambacho tunakishuhudia mitandaoni. Kinachoendelea ndio hicho kinachoendelea. Hapana, nataka kusikia kauli yako kwa sababu, no, uh, ne... ingine, taarifa, swali, swali, eh, kwa sababu tumesikia upande mwingine wao hawana taarifa. Mmepeleka hamjapeleka? Tumepeleka ya barua. Mmepeleka hamjapeleka? Tumepeleka. Mbona bodi ya ligi natuambia kwamba hakuna barua yoyote? Nipigie tena Karimu Boimanda eh, anasema barua ilipitia Dodoma kunywa chai, imeshafika sasa mm-hmm. nadhani ni masuala ya teknolojia, ilitokea changamoto ya wao changamoto ya wao kutokuipata kwa wakati hmm. Lakini uh, nisiongee kwa niaba yao hmm. Ila baada ya kufuatilia kwa sisi kwetu, barua tulituma imetoka. Kwa hiyo nadhani Karim, kama sasa hivi watakuwa wameipata, anaweza akaja kuthibitisha kwenu kwamba wameipata barua. Sawa sawa, malizia hili. Nini hasa uh, semaji kimekusukuma ni hili hili la waamuzi, ama kuna kingine ambacho hatukifahamu? Ni waamuzi, tumekuwa very clear. Ni, ni swala la waamuzi na nisingependa kuliongelea sana kwa sababu tayari tumeshafikisha kwa mamlaka mm. mamlaka zikitupa majibu tutakuja kuambia. Ikatokea majibu sasa imekuwa magumu, semaji ni kweli mtajiondoa kwenye ligi kuu? Siwezi kutabiri, tuache kwanza tuishie hapo. kwa kifupi tu tunaona waliko post tunatakia apone uh, Jonathan, uh, Jonathan Sowa. mm. hali yake ya kiafya pia tumemshuhudia hapa kwamba hatakuwa sehemu ya mchezo kwa kesho. Uh, sasa hiyo bado sijapata ripoti ya mwalimu lakini uh, kweli Jonathan Sowa baada ya kupigwa chupa pale uwanjani juzi zile za kurushiwa na mashabiki jioni, mm. uh, hali ilibadilika, kichwa kilikuwa kinamuuma sana na hata jana tukiwa safarini mchana alilalamika maumivu makali, so mwalimu alikuwa eti, mwalimu daktari alikuwa anamwangalia uh, kwa ukaribu na kama ameweza kuja mazoezini, inawezekana anaendelea vizuri, ila ripoti yake kamili tutaitoa baadaye. Nitakapopata ripoti kutoka kwa daktari wa timu nitawajuza hali yake inaendeleaje na kama kesho atakuwa sehemu ya mchezo ataonekana uwanjani. Kwa mmesubiri nimalize niachwe ni ah? Alafu ndo nani? Mmesubiri oh, niachwe ndo